Unapoongelea mafunzo ya JWTZ unakuwa unajumuisha mafunzo kama mafunzo ya askari wa kawaida. Kuna mafunzo ya maafisa wenye taaluma. Hapa unakuwa unaongelea kama madaktari, wahandisi pamoja na taaluma nyingine adimu zinazohitajika JWTZ lakini kumbuka, kuna mafunzo ya ziada. Baada ya mafunzo ya awali, askari anaweza kupelekwa kozi maalum mfano. Mfano wa kozi maalum ni udereva wa magari ya kivita, sniper training, urban warfare. hapa unaongelea kozi ya mapigano ya mjini. Cyber and Signals, mawasiliano ya kisasa pamoja na kozi nyingine maalum. Kwa kumaliza, ukiona mtu anakuwa askari wa JWTZ tambua kuwa mafanikio yake yanategemeana na vitu kama uvumilivu, nidhamu, pamoja na juhudi binafsi. Kama kijana, una ndoto za kuingia JWTZ, anza kujiandaa kimwili, kiakili, kimaadili na kubwa zaidi, mwombe Mungu, atakusaidia. Kila la heri.